muangalie zile hoja zina ukweli na uongo kiasi gani, alafu zifanyiwe kazi. Kwa hiyo mimi huwa sio muumini wa, wa pale unapoona hoja imesemwa, baadaye ya kushughulika na hoja mnaanza kushughulika na mtoa hoja. Yani mimi huwa sio muumini wa, wa, hizo mambo kabisa, na katika mazingira mengine najikuta mnampa sifa tu mtu unnecessarily, si kama umenielewa, sababu kama swala la utekaji alijaanza jana wala hazijaanza juzi, kipindi cha Magufuli lilikuwa very serious. Eee, wa kipindi cha Magufuli wa kipindi kuna, kuna watu labda, kuna sehemu ameguswa na Mwenyezi Mungu, amemwingizia busara ya kusema kile ambacho wengi walipotea. Alikuwa kiongozi wa kidini lakini hakuwa that, that kwa mimi nadhani kwamba